Kika, kika, kika, yani mkinipa dakika chache tu hapa kuna jambo lingine linaenda kutokea muda sio mrefu. Okay, sawa. Kwenye ngoma yako hii mpya kwa nini jo makini na isiwe Baba Levo? Siwezi kufanya collab na, na Baba Levo. Kwa sababu uwezo wake ni, ni mdogo sana <laughs> amekuwa kwenye sanaa kwa miaka mingi sana hakuna kitu chochote kile ambacho anaweza kaonyesha amekipata kwenye sanaa alafu kwa namna ambavyo game imebadilika ime mm. Baba Levo ni msanii wa, wa zamani Yaani time imemkimbia yamebakia huko mwendo ni ni speed sana ambayo ambayo hawezi. Hayuko kwenye mizania mm. ya, ku, ya kufanya collab na mimi. Kwa hiyo inabidi ajipange sana arudi huko eh, K Town people labda arudi huko kwa ndugu zake ndio anaweza kufanya chochote. Mimi niko kwenye level nyingine kabisa. Huko nafasi ya kusikiliza ule wimbo wanasema kwamba ule utuzi kabisa kusikiliza ni kama Baba Levo ndio amewaza kuandika ile ngoma. Baba Levo hana uwezo hana uwezo wa kuandika ngoma kama hiyo, na nitakwambia, and I stand to be corrected yes. Niambie, kuna msanii gani mpya, msanii gani mpya amewahi kutoka kwenye nchi hii ndani ya siku moja, ndani ya siku moja, msanii mpya aka, akapata views zaidi ya laki moja on YouTube? Nitajie msanii mpya kabisa, kwa mara ya kwanza, siku ya kwanza, ndani ya masaa 24 akawa na views laki moja. Kuna uwezekano mkubwa sana hii ni record ambayo imewekwa na mzee wa Kaliua ndani ya masaa 24. Views laki moja kwa msanii mpya ndo anasikika kwa mara ya kwanza, na mgongoni kwake hakuna lebo, hakuna msanii yoyote yule ambaye amewekwa kumgongoni, ni yeye mwenyewe, show ye mwana ya mwanaume mmoja, nitajia hapo.